a shilingi milioni mia tatu na tatu na laki sita Kabla ya yote mheshimiwa Mkuu ni ambazo, Aa, wana, ni zawadi, wa wilaya niwapongeze vikundi ambavyo vimepata mikopo. Hawakupata kwa bahati mbaya wala haikuwa ni bila mikizi vigezo kayo mi nawapongeza kwa vile mikizi vigezo si ndio? Kwa hiyo tuna imani kubwa mtaenda kuilinda imani hiyo kwa shughuli zenu ili mweze kurejesha mikopo hiyo. Lazima mkatekeleze miradi yenye tija na yenye mfano, na tunakuja kukagua hiyo miradi tuone namna gani mnaendelea utekelezaji wa hiyo miradi, si ndio? Kwa hiyo kama mna miradi ya mfukoni itakuwa jambo lingine. Kwa hiyo tunategemea muende mkafanye miradi yenye tija na yenye mfano, lakini jambo lingine ni kuwa lazima mtagraduate yani haitakuwa mikopo endelevu. Yaani vikundi kila mkopo mtakuwa mnapewa mtapewa kwa mizunguko fulani itakata na wengine waweze kupewa mikopo. Sasa iendelee kutolewa baada na naye mwenyewe kujiridhisha kwamba alioelezwa kwamba yatafuatiliwa yataendelea vizuri aendee kuwasili. Wote utakaopokea mikopo leo tuitumie vizuri ili mikopo hiyo sasa baadaye tuirejeshe vizuri ili wananchi wengine pia waendelee kupata mikopo. Maombi mengine yaendelee vizuri. Ndugu wana vikundi, kama tulivyoambiwa, jumla na ya vikundi 162 vilivyokuwa na maombi ya kupewa mikopo inayotokana na fedha za mchango wa asilimia kumi ya mapato ya halmashauri na fedha ya marejesho wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.2. Kati ya vikundi hivyo, ni vikundi 58 vilivyoidhinishwa kupewa mikopo kwa dirisha hili la robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025 2026, vikundi vya wanawake vikiwa 37 vikundi vikundi vya vijana kumi na saba, na vikundi vya watu wenye ulemavu vinne. Mnaweza mkaona ni namna gani mchakato wa uchambuzi wa maombi ya mikopo ilivyokuwa mgumu na hatimaye nyinyi mkafanikiwa kuidhinishiwa kupewa mkopo kwa dirisha hili. Jumla shilingi, ni ni ya shilingi milioni mia tatu na tatu laki sita kumi na nne elfu mia tano na nane na senti arobaini na sita zimetolewa kwenu kama mikopo ili mkazitumie kuboresha au kuanzisha miradi biashara zenu kwa ajili ni ya kujipatia kipato na kujiinua kiuchumi. Kwa hiyo leo nyinyi mliofanikiwa, ambao mtapata mikopo, ni sehemu ya wengi walioomba. Kwa hiyo mjione kwamba mna bahati pia kupata mikopo hii ambayo mtapatiwa leo. Wengi walitegemewa wapate, lakini huenda sifa hazikukidhi wao kupata, lakini pia kwa kiwango ambacho tumetenga kwa ajili ya mikopo pia kilitakiwa kutolewa kwa hawa ambao mmepata pia. Kwa hiyo mjione kwanza mna bahati hiyo, na kwa bahati hiyo, kama alivyosema katika utawala wa wilaya ambaye pia anaongoza kamati hiyo ya mikopo, tutaifuatilia sana. Leo tunakuja kwa sherehe kwa kabidhi, lakini katika urejeshaji tutaifuatilia sana mikopo sio zawadi, amesema mkurugenzi hapa na niendelee kurudia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano yaani Ijumaa iliyopita, wakati akifungua rasmi bunge aliongelea jambo hili na akaendelea kutusihi sana wote tunaopata mikopo hii. Mikopo hii sio zawadi, unapewa wewe leo, utumie vizuri, urudishe na mwingine akope tena baadaye. Au hata wewe mwenyewe uendelee kukopa pia. Ikiwa tunaichukua tuirudishi, wewe huwezi kukopa tena, lakini na mwingine pia hawezi kunufaika tena. Kwa hiyo naendelea kuwaasa wote mnaoipata mikopo hii au mtakaopokea mikopo hii, tuirudisha kwa wakati ili ukope tena au na wengine waweze we kukopa. Ndugu wana vikundi, ni matumaini yangu na serikali yote kuwa fedha hizo mtakazopewa zinaenda kutumika vizuri kwa miradi mliyoiombea kuifanya, kwani kutofanya hivyo ni kinyume cha sheria na kanuni za utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu za mwaka 2024.